Naibu Waziri wa Fedha, Hamadi Hassan Chande, amerejesha tabasamu kwa wakazi wa Shengejuu baada ya kukabidhi mashine ya kusukuma maji, hatua inayolenga kumtua mama ndoo kichwani na kumaliza safari ndefu za wanawake na watoto waliokuwa wakilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji ya matumizi ya kila siku. Akizungumza na wananchi waliofika kushuhudia tukio hilo, Chande amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejipanga kuhakikisha huduma za maji zinawafikia wananchi bila ubaguzi, kwani upatikanaji wa maji safi ni msingi wa afya, maendeleo na ustawi wa familia, ili kusudi kutimiza dhamira ya mama ya kumtua mama ndoo kichwani. Tukasema tulete mashine hii kubwa kwa ajili ya kukidhi upatikanaji wa maji kwenye mitaa yote ya Shengejuu na vitongoji vyake, na hii ni kwa sababu kwa awamu hii ya nane inaongozwa na Dkt. Hussein Ali Hassan Mwinyi, hatutaki kusikia mahali popote kuna changamoto ya maji, maanake tunajua kwamba umuhimu wa maji ndio uhai wa kila kitu kwa mwanadamu na viumbe wengine. Kwa hiyo tumekabidhi mashine hii, imani yangu ni kwamba kesho ama leo jioni maji yatapatikana. Wananchi wa Shengejuu hawakuficha furaha yao baada ya kukabidhiwa mashine hiyo ya maji ambapo amesema huo ni ukombozi kutoka kwenye shida ya kutembea umbali mrefu wakibeba ndoo vichwani kuifuata huduma ya maji. Tulikuwa tuna tatizo la maji, lakini kwa bahati nzuri mbunge wetu ametupa mashine ya maji ili tupate tusihangaika wananchi tunakaa miezi karibuni mitatu hatupati maji, kwa hiyo tunapata hasari, kulikuwa kubwa sana mfam kwa hiyo tunashukuru sana kwa mheshimiwa wa kutufariji akatuletea mashine ya kuweza kutuondolea hili tatizo upungufu tuliokuwa nao ni maji, siku maji twapata, siku maji hatupati. Lakini mara hii tumzidi miezi miwili, si hatujapata maji ha. Ametusaidia kutupa mashine ya kuvutia maji na ametuahidi kutujengea mnara wa kuweka maji ili mashine yetu ipate kupumzika. Kukabidhiwa mashine hiyo, sasa macho ya wakazi hao yanaelekezwa kwenye hatua inayofuata, kuona maji yakitiririka katika mabomba yao kama ishara ya ahadi iliyotekelezwa na mwanzo wa maisha mapya yenye hadhi, afya na maendeleo.